Hapa kwa leo kwa sababu watu wote wa Goma watu wote wa Jimbo la Kivu la Kaskazini wameona kwamba vita imekuwa nyingi, watu wamefariki wengi, na tunaona kwamba serikali la Kongo limeshindwa kuleta amani. M23 wameshindwa kusikilizana na serikali la Kongo. Tunaomba sasa kwa leo kwa international watusaidie, watusikilie huhuma, wafanyishe mazungumzo, mazungumzo yaliyo bora, mazungumzo inayochukua watu wote waketi kwenye meza moja, ili wapate kupata amani na sisi tutafurahi sana. Kwa nini mnataka mazungumzo? Kuko Doha, Marekani imefanya kazi, tunahitaji mazungumzo Sababu doa wameendelea kuzungumza, marekani wameendelea kuzungumza, ila kwa sasa vita ingali, ila kwa sasa watu wanaendelea kupigana. Na kwa hiyo tunahitaji kueleza kwamba hapo Uvira kwanini watu wanatoka, wanahitaji M23 toke Uvira, si vibaya, ila nani atawalinda hao watu wanapowatosha? Nani atalinda hao watu, muji uliokuwa na wazarendu, muji uliokuwa na masilaha nyingi? Na ndio maana sasa tunaandamana, na ndio maana sasa tunaomba mazungumzo, ndio lakini ni swala lingine, mnaenda mpaka wapi na kwa nini? Kwa sasa hivi tunaelekea, nitapana precision moja: watu wote mnaowaona ni watu ambao tuliwaeleza vizuri, wanakuja kwa akili timamu. Hakuna mtu amejumulishwa, hakuna mtu anayekuwa obligé. Tunaelekea kwa MONUSCO. MONUSCO ndo watu wanaosimami wanaokuwa wakiwakilisha communaute international hapa kwetu Goma. Na tunajua kwamba hii malalamiko itawafikia wakuu viongozi wote wa duniani <tipulikia> Mama, kwa nini umeandika hii maneno kwenye bango lako? Inaandikiwa inaandikwa kutafuta amani tunaomba amani watu ya Uvira wakwe na amani yenye kwa kwa kwetu Goma. Tunaandamana ya kutafuta amani. Sisi wa Kongomani tunataka amani ya kudumu. Tunataka watu wa Uvira nao wakwe na amani, shie watu ya Nord Kivu kwa amani yetu tunataka ekue Uvira na Bukavu nafasi yote. Inamaanisha nini? Inamaanisha hatutaki iache kufunga Waswahili merci. Watu kutoka Kinshasa, watu wa kutoka hey, huko est Kongo yeah, wanafungwa kule Kinshasa kwa sababu ya lugha yao. ile ni ya kwanza hey. Hey, ya pili tunataka federalism. Yeah. Tunataka federalism, tunataka federalism kila <tutu> province <kudokansi. tutu> ya tatu tunashukuru kwa amani, tunalala, tuna umeme, tuna maji ku mabusu umeisha, kuingiliwa mazima kumi ine usiku umekwisha, maji na kuja kama kawaida, hata wapigane fujo za usiku haziko tena. Tunashukuru sana. Wenyewe tuko tunawaambia watusikie ya kisekedi na afse, waikale waongee wapate amani, hatutaki vita tena, waikale wa

mabanke zinafungula zinanza, mabanke zinafungula anvyo zinanza, shuka tunezipata na shie tena, kongomani na zamani na tulikuwa mafete, tunaona mangombe zina kuya banacinja, hakuna tena na ngombe ngine, tutasema seo ngiutaemaeo populasyo nini ikule na njale, natutezaia nandamana kwa sa refu, na mandamano ya leo iko na objektife ya kwanza kupiganisha desinformation yetu wanafuata kwa internet, kwa kusema ke watu wanateseka huku, watu wanapigiwa fimbo wanakufa, ke watu wako naenda fanya marche kwa kingufu wanapigiwa, na wanasema watu huku ni banya Rwanda. Lakini i marche na kia kumbusha sie bote tuko bakongomani, na watu batu basoda bako na jere hapa leo ni bakongomani wenzetu, na wanatukruvele kitu leo. Bamwizi banapote, tulikuwa tunafungulaka radio asubuhi, kitu ya kwanza ni tunajiuliza arme ikowapi? polisi kwa wapi? kya kushangaza kart voler ka kupatia nimero ya la polisi anakuambia itainjo itapita mbio, lakini leo hatuyepea amepitia. Tunasikia fujo bwizi na kwa kule kotea Maniema, inakuwa Beni penye okipasyo ya yafiki maombi yetu kwa f23 ni kuendelea na guvernema na batoto wako kule Kinshasa baache fuatana na maneno ya bamanipulateur ya kusema ke no uku kunakamatiwa kunavamiwa na Rwanda shi etu kwa bakongomani, na kama tunafika hapa tunaonesha amani ku population inatumika natumika normalema silisaji kwenda kushamba, banaenda kushamba, mukenda njia za Masisi, mkenda njia za Kalehe zimetengenezewa depuis indepandanse. Biro za polisi, biro za kartie ni za mbao. Tembea hapa kwa RVA uone biro hizo ziko na chengewa za mupya za materio

Wazalendo na wengine wote wote, watu wabaya, hatuwataki Uvira kwa maana hatutaki FRDC Uvira, hatutaki wazalendo Uvira, tunakataa Uvira, lazima ikomboe na AFC 23.